Habari. Katika video hii utajifunza mada ya msingi kabisa katika graphic design ama kwa wewe graphic designer, nayo ni ubunifu wa nembo ama logo design. Huu ni mwendelezo wa mafunzo ya graphic design katika kipengele cha Adobe Illustrator. Jina langu ni Muhammad na hii ni Movitech Academy. Ubunifu wa nembo ama logo design ni mada ambayo pana sana kwa hiyo kutokana na umuhimu wake, tutaigawa katika vipengele vikuu viwili. Kipengele cha kwanza tutaangalia vitu vya msingi kama vile nini maana ya nembo, tutaangalia kuna aina gani za nembo. Vilevile vile tutaangalia sifa za nembo nzuri na tutaangalia mchakato wa kubuni nembo. Baada ya hapo tutaangalia katika kipengele cha pili ambapo tutajifunza kwa vitendo ni jinsi gani tunaweza tukachora logo kama hii kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa kutumia application ya Adobe Illustrator. Twende moja kwa moja tukaangalie kipengele cha kwanza ambapo tutaanza kuangalia nini maana ya nembo ama logo. Nembo ama logo ni alama au picha ambayo hutumika kutambulisha jina, chapa au biashara. Vile vile logo hutumika kutofautisha baina ya, uh, bidhaa, kampuni ama huduma inayotolewa. Baada ya kufahamu nini maana ya nembo ama logo, sasa twende tukaangalie kuna aina gani za nembo. Kuna aina nyingi sana za nembo. Lakini katika mafunzo haya tutaangalia aina kuu nne za nembo, na aina zote zitakazobakia zitaangukia katika makundi haya manne. Aina ya kwanza ya nembo ni nembo za herufi au tunaita letter marks. Hizi ni aina za nembo ambazo hutumia herufi pekee na hasa hasa hutumia herufi za mwanzo. Kwa hiyo katika nembo za aina hii hautakuta picha yoyote ama mchoro wowote ambao unatumika pamoja na herufi hizi. Mfano wa nembo kama hizi ni nembo ya BBC, nembo ya CNN, nembo ya HBO na kadhalika. Aina ya pili ya nembo ambayo tutakayoiangalia katika mafunzo haya ni nembo za maneno ama Wordmarks. Aina hizi za nembo hutumia neno au maneno katika kuwasilisha logo husika, vile vile hautokuta picha wala mchoro wowote ambao utaambatana pamoja na nembo hii. Mfano wa nembo kama hii ni nembo ya Gogo, Coca-Cola, Nikon, Samsung na kadhalika. Aina ya tatu ya logo ambayo tutakayoiangalia ni nembo za picha ama tunaweza tukaita pictorial mark. Kwa hiyo hizi ni aina za nembo ambazo hutumia picha peke yake katika kuwasilisha logo husika. Mfano wa nembo ambazo zinaangukia katika kundi hili la nembo za picha ama pictorial mark ni nembo ya kampuni maarufu sana katika utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, nayo ni kampuni ya Apple. Nadhani unaona katika hii PC yangu nyuma hapo kuna nembo ya tunda ama Apple ambayo inawasilisha ama inatambulisha kampuni husika. Mfano mwingine ni nembo ya Target, na mfano wa mwisho ni Twitter ya zamani ambayo kwa sasa inajulikana kama X. Sasa twende tukaangalie aina ya nne na ya mwisho ya nembo ambayo tutakayojifunza katika video hii. Aina yenyewe ni nembo za mchanganyiko ama tunaweza tukaita combination marks. Hizi ni aina za nembo ambazo hutumia herufi ama maneno pamoja na picha au mchoro katika kuwasilisha nembo husika. Kwa hiyo, aina hizi za nembo naweza nikasema kwamba ni nembo ambazo tumezizoea sana, tumeweza kuziona mara nyingi sana katika sehemu mbalimbali mbali. Mfano wa nembo kama hizo ni Burger King, Pizza Hut, Adidas na kadhalika. Sasa tuende tukaangalie sifa za nembo zilizokuwa nzuri. Sifa ya kwanza ya nembo iliyokuwa nzuri ni ile nembo ambayo iko na usawa katika vipengele vyake, yaani tunaweza tukasema nembo ambayo imebalance. Kwa mfano, tuna picha au alama pamoja na maneno katika logo hiyo. Sasa tunahakikisha kwamba hayo maneno na hiyo picha yenyewe imekaa sawasawa, sio kwamba hii imezidi kushoto au maneno yamezidi kushoto na picha iko kulia, siyo hivyo, isipokuwa kwamba uhakikishe kwamba kila kitu kimekaa sawa katika nembo yako. Sifa nyingine ya nembo iliyokuwa nzuri ni ile nembo ambayo haitegemei rangi ili iweze kuonekana vizuri. Mfano, nembo yangu ni rangi ya buluu, sasa nitakapoibadilisha kwenda katika rangi nyeusi, bado inaonekana vizuri. Au nembo yangu ni ya rangi nitakapoichapisha ama kuprint katika printer ambayo inatoa rangi nyeusi tu na nyeupe peke yake, ambayo naweza tukaita Grayscale, bado inaonekana vizuri. Sasa ikiwa nembo yako ukibadilisha rangi haionekani vizuri na poteza kabisa ule uhalisia, basi ujue hiyo siyo nembo nzuri. Sifa nyingine ya nembo iliyokuwa nzuri ni ile nembo ambayo inafanya vizuri katika matumizi mbalimbali mbali. Kwa mfano, ukitumia katika design za saizi ndogo na ile nembo yako ukaifanya ndogo inaonekana vizuri au ukiweka katika pengine sehemu kubwa ambayo logo yako itafanywa, uh, kuwa kubwa pia inaonekana vizuri. Sifa nyingine ya nembo iliyokuwa nzuri ni ile nembo ambayo itatumika muda mrefu bila ya kuhitaji kubadilishwa. Na sifa nyingine ya nembo iliyokuwa nzuri ni ile nembo ambayo iko tofauti ama tunaweza tukasema nembo ambayo ni unique. Sasa tuende tukaangalie mchakato wa kubuni nembo ama logo design process. Mchakato wa kubuni nembo hautofautiani na mchakato wa ubunifu katika graphic design ama tunaweza tukasema design process. Tumetoa video ya mafunzo ya mchakato wa kubuni katika graphic design ambapo tumeelezea kwa upana kidogo. Kwa hiyo unaweza kuangalia video hiyo katika linki iliyokuwepo katika description ya video hii. Kwa hiyo ukiweza kuelewa huu mchakato wa kubuni katika graphic design, basi ndio ambao utakaotumia katika mchakato wa kubuni nembo. Lakini kwa haraka nitakufahamisha mchakato wa kubuni nembo ukoje. Hatua ya kwanza ni kufanya utafiti na kutengeneza mawazo ya awali. Kwa hiyo, katika hatua hii ni ile hatua ambayo unaweza kukaa na mteja wako kujua ni nembo gani ambayo anataka au amefikiria Nirangegea ni rangi gani ambazo anataka utumie. Vile vile unaweza kutumia mitandao ya kijamii kuweza kuangalia design mbalimbali za aina ya logo ambayo mteja wako anataka na vitu kama hivyo. Baada ya hapo, utaingia katika hatua ya pili ambapo uta Chora. Ama tunaweza tukasema drawing. Kwa hiyo hatua hii tunachukua kile ambacho tumekipata katika ile hatua ya mwanzo ya kukusanya mawazo na kufanya utafiti. Sasa tunaweza tukachukua karatasi na penseli kuweza kuchora kile ambacho tumekifikiria au ile yale mawazo yetu ya mwanzo au idea ilivyokuja. Baada ya kumaliza hatua ya kuchora, sasa tunaingia katika hatua nyingine ambayo tunabuni rasimu au drafting and prototyping. Hapa tunachukua kile ambacho tumekichora katika hatua iliyopita na tunaweza tukachukua vifaa vya kidijitali ama tunaweza tukatumia applications za kuchorea na kuweza kutengeneza ama kuunda kitu ambacho kinaonekana katika mfumo wa kidijitali. Hatua ya mwisho katika mchakato wa kubuni ni kupokea maoni na kufanya marekebisho. Kwa hiyo hapa tunaweza tukamtumia mteja wetu ile nembo na anaweza akaleta maoni yake, kwa mfano tuweze kubadilisha rangi fulani. Vile vile tunaweza tukawatumia wabunifu wengine ama designers wengine wakatoa maoni yao. Baada ya hapo, unaweza ukachukua hayo maoni na uka ukarekebisha kulingana na maoni yalivyo, lakini sio kwamba kila maoni unayopokea ni lazima uyafanyie kazi. Kwa hiyo cha msingi unachotakiwa ni kuwa na ujuzi sahihi na kujua kwamba maoni haya naweza kuyafanyia kazi ama yanaweza kuboresha kazi yangu kisha uta, utarekebisha baada ya hapo utaweza kuwasilisha ile kazi ambayo imekamilika. Sasa. Baada ya kuangalia video hii ambapo umejifunza kipengele cha kwanza, naomba uniandikie kwenye comment ni aina gani ya logo ambayo utakayobuni na kuitengeneza endapo utaanzisha kampuni yako leo. Asante kwa kuangalia video hii. Natumai umejifunza mambo mengi sana. Kama umeipenda video hii ama umejifunza chochote, basi usisahau kulike na kushare kwa wengine video hii Kama huja subscribe katika channel yetu basi, hakikisha una subscribe ili usipitwe na mafunzo mengine, ambapo katika video ijayo tutatumia application ya Adobe Illustrator uweza kuunda na kuchora logo kama hii unayoiona katika skrini yako kuanzia mwanzo hadi mwisho, ambapo utapata kujifunza vitu mbalimbali, ikiwemo zana ama tools ambazo hukuwahi kujifunza hapo kabla. Asante, tutaonana katika video nyingine.